Baba, katika jina la Yesu, huu ni ukombozi ulioufanya wakati mtumishi wako akiliongoza kundi baada ya Musa kulala naye, akafanya patano, ukampa siku ya kwanza ya mwaka, siku ya kwanza ya mwezi, siku ya kwanza ya chuma kwa ajili ya Pasaka. Leo Mungu umetupa siku hii, iwe ya kwanza kwa ukombozi wa kila mmoja mmoja iwe ukombozi kwa kanisa la Manjero, ukombozi kwa maombi ya Baba, iwe ukombozi kwa mahitaji ya kila moja mmoja. Baba, thibitisha jambo hili katika yote. Amen. Joshua anapoongoza kundi, hatimaye baada ya maombi imekwisha kutoka jangwani, na kule jangwani walikuwa na maisha yake sasa wanaingia maisha mengine, haleluya, maisha mengine. Ndipo Mungu anaanza kwa kuelekeza habari za Pasaka tena, mwezi wa kwanza siku ya kumi na ine ya mwezi ni Pasaka ya Bwana. Maana yake ni ukombozi wa Bwana. Leo ni siku kadhaa katika mwezi, sio jamaa? Tarehe ngapi? kumi na nane, si ndio? siku ya kumi na nane ya mwezi ni pasaka ya Bwana. Maisha ya utakatifu yanahitajika katika Bwana, haleluya. Ndio aonsema ili nione utakatifu wa watu, tunaweka ibada saini, haleluya. Yale maisha ya kawaida kawaida yasiwepo, yale maisha ya huzuni yaondolewe. Maza sasa, nashukuru Mungu kwa sababu katika maombi yangu nitakusema mbele ya safari. Kuna vitu bwana ameendelea kunifundisha, hebu niiseme hii Pasaka ambayo pia imezoeleka katika Kutoka ile kumi na mbili ya wana wa Israeli imafundisha, lakini baadaye itakuwa na maombi maalum tena ya ushindi kwa kanisa ya ile toka kumi na mbili ishirini na moja hadi ishirini na saba ya ishirini na moja hadi ishirini na saba hapo lipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wana kondoo kama jamaa zenu zilivyo, kamchinjie kondoo wa Pasaka. Na mimi naomba kama mahitaji yako iandaye ya kutana na Bwana Pasaka hii, unajua kila mmoja naita, mimi mwenyewe nimeanza ushuhuda baada ya kutokuvaa hata viatu kwa muda mrefu, baada ya subuhi kunitesa, nimekiri kwamba Bwana leo ninavaa asubuhi mpaka jioni. Haleluya! kuna kitu nimekiri ndani ya moyo wangu na ninajua, baada ya hapo nitavaa tena. Nimefanya hivi kama sipo Mwanjero, nipo Arusha ni hesabu, nipo Arusha ni hesabu, niko Singida

na ukipiga kizingiti cha juu mlimo, ukipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango, kwa hiyo damu iliyo katika bakuli tena. Mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hawa Misri na hapo mtakapoiona hiyo, hiyo damu katika mizingiti cha juu na katika ile miimo miwili Bwana tapita juu ya mlango, wala hawata hata macha mharibifu aingie nyumbani mwenu kuwapiga nini. Nani nitalitunza jambo hili, kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapofika hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, ni nini maana yake utumishi huu kwenu, ndipo mtakapowaambia, ni kwa sababu ya Pasaka ya Bwana, kwa, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Wamisri, akaziokoa akazi wa nyumba zetu haleluya! Hapa ni Musa akiwa jangwani na wana wa Israeli wajaribu kumuuliza habari mbalimbali. Jambo la kwanza, Mungu akawaita wa wazee wa Israeli haleluya, ili ukombozi wa manjiwa utokee. Nisikilize, inawezekana lakini nimewaita watumishi wa manjiwa haleluya wazee wa Israeli wakaitwa, nami nimewaita watumishi wa manjewa, tukutanike tufanye jambo na nipo waita. Akawambia hivi, hapana, tunauendea ukombozi na kila familia kwa kadri ya uhitaji. Ninajua tuna mahitaji mbalimbali, haleluya. Ninapoomba Bwana anifanyie operation juu ya sumu nilionea mwilini anahitaji Bwana katika masomo yao, wengine Bwana anahitaji afanikishe katika uchumba ulionao, nahitaji Bwana apanana biashara zao. Nisikilizeni, katika pasaka hii haleluya. Najua lazima uwe na uhitaji, sindio? Jamani, kama una uhitaji, utaomba nini sasa? Lazima una uhitaji yeah. Tunaposema huu <laughs> ni mkate ni mwili wa Yesu. Kumbukeni mwili wa Yesu ulichubuliwa, ulipigwa simba arobaini kasoro moja kwa ajili ya magonjwa yetu. Na ndio maana tale wahuni wameandaa dawa, wanasema mwarobaini, so wamechukua kwenye Biblia, hamjachukua tu, hii ni mwarobaini, inaponya magonjwa yote. Kuna, kuna siri fulani katika vile viboko arobaini aliyopigwa Yesu, kati ya kupigwa katika kupigwa kiboko sigo zilipona, haleluya! Katika kupigwa kiboko utumbo ulipona, haleluya! Katika kupigwa kiboko kansa ilipona. Kwa hiyo kila tatizo lilionalo kwa kupigwa kwake Yesu msalabani limekwisha kupona, haleluya! Mama, imewasikia vizuri ha, mimi, na shida ya, ha.